Ndumanataka niongee na serikali. Serikali isitufungifungi makanisa huko, mbona Katoliki awafungage? Jamani, natuzalilisha, mbona mfungi Katoliki? Tumesikia juzi Katoliki wametoa haraka mzito, wameamuru muwachilie wafungwa si nini na nini, mbona mafungi makanisa yao? Kina Bangoza siuwanasamano makali, mbona mfungi mimi sitetei mambo yangu wajibu wenyewe wanajuana na masisimu yao huko. Lengo ya funga funga makanisa si jambo zuri. Sasa funga kanisa Jumapili watoto wakasali wapi Sunday school? Wamekosa nini? Wewe dini na mzao wako. Mbenye endeni kusali, mzoupako wako tunamhitaji. Watoto wa Sunday school, maana kanisa taasisi. Watoto wa Sunday school wamekosa nini? Wale watu wanaimba kanisani wamekosa nini? Kwani utawanya una akili namitaji, una akili kweli? Ukisikia wewe kama ndio mkuu wa majeshi, au sio ya IGP, kanisa yako limefungwa hivyo, utasikiaje? Kanisa Katoliki tumefunga msingi wa Katoliki wote. Vile ambavyo mnavumilia wakatoliki wakiwatukana, sina mwavumilia hivi. Sio, mnaonyesha udini sina mwavumilia. Mnatafuta namna ya kumshika mzee wa upako mwenyewe si ndio jamani? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. bwana hekima tu unaua nyoka bila kwalibu mayai. Ukitaka mzee wa upako umpate kwanza, unaniharibia una, una, una, una heshima yangu. Ukitaka unitoe, kwanza nitafute masikendo, tafuta masikendo kuhusu mzee wa upako ndio nataka niongee na serikali. Serikali isitofunge fungie makanisa huko, mbona Katoliki wafungage jamani? Natuzadilisha, mbona mfungu Katoliki Yuse Katoliki, sisi Katoliki wametoa waraka mzito, wameamuru muachilie wafungwa. Si ni sasa funga kanisa, Jumapili watoto wakasali wapi? Watoto wa Sunday school maana kanisa taasisi watoto wa Sunday school wamekosa nini? Wale watu wanaimba kanisani wamekosa nini? Kwani utawanya kondoo waache huyu si, mzee wa upako tunamhitaji niendeni kusakili huyu tunamhitaji. Unafukaje kanisa? Unaekaje upinde kanisani akiti nakitim na na akili kweli, ukisikia wewe kama ndio mkuu wa majeshi au sio ya IGP, kanisa lako limefungwa hivyo, utasikiaje moyo? Tunapenda pale kanisa Katoliki limefungwa msiingie, Katoliki wote vile ambao mnawavumilia Katoliki wakiwatukana, sina mwavumilie hivi, sio mnaonyesha udini? Sina mwavumilia, mnatafuta namna ya kumshika mzee wa upako mwenyewe, sindio jamani? Bwana asifiwe. Yeah. Hekima tu unaua nyoka bila kwaribu mayai. Ukitaka Mzee wa Upako umpate, kwanza unaniharibia una, una, una, una, una heshima yangu. Ukitaka unitoe kwanza, nitafutie masikendo, tafuta masikendo kuhusu Mzee wa Upako.